Saa kumi na mbili alfajiri asubuhi. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Philix Mwatey tulionayo asubuhi hii. Zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki katika moto mkubwa ulioteketeza majengo kadhaa marefu ya makazi huko Hong Kong. Jeshi nchini Guinea Bissau limechukua udhibiti wa taifa hilo, huku rais wa nchi hiyo, Umaro Sisoko Embalo, akikamatwa. Na kwenye gumzo leo hii, tunaangazia harakati za Marekani kujaribu kuzuia dawa za kulevya hasa aina ya fentanyl kuingia nchini humo. Lakini hatua hii imepokelewaje? anapambana na madawa ya kulevya lakini ametumia njia ambayo itamfanya afanye maamuzi bila kulazimika kwenda katika bunge. Watu wanahisi kwamba ni mwendelezo wa kile ambacho alijaribu kufanya alipokuwa katika muhula wake wa kwanza, pambana kwa na rais Nicolas Maduro, lakini akashindwa kufanikiwa. bila shaka hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini sasa nampisha mwenzangu Halima Nyanza akusomee muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante asante Fil na habari msikilizaji, zaidi ya watu 44 wamethibitishwa kufa baada ya moto mkubwa kuteketeza majengo kadhaa ya ghorofa katika wilaya ya Taipo, Hong Kong. Watu kadhaa wamekimbizwa hospitali huku wengine hawajulikani walipo. Zaidi ya wafanyakazi 760 wa kikosi cha kuzima moto walipelekwa katika jengo hilo kuzima moto huo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza hali ya dharura ya usalama nchi nzima, baada ya kuongezeka kwa utekaji na mashambulizi yanayoua watu wengi zaidi. Na sambatenzi, rais wa Nigeria ameagiza pia kuajiriwa kwa, kwa maelfu ya wanausalama kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Katika wiki za hivi karibuni kumefululiza matukio ya utekaji nyara, ambapo katika tukio moja kwenye shule ya kikatoliki wanafunzi mia tatu walitekwa nyara. Rais Tinubu amesema kundi lenye itikadi kali la Boko Haramu humo na tawi la kundi la IS nchini humo yanahusika na matukio ya utekaji ya hivi karibuni. Mapinduzi ya kijeshi yamefanyika nchini Guinea Bissau siku moja tu kabla ya kutolewa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo mwishoni mwa wiki. Wanajeshi wanasema wamemuweka kizuizini rais wa nchi hiyo Umaru Sisoko Embalo na kusitisha mchakato huo wa uchaguzi pamoja na kufunga mipaka yote. Baadhi ya ripoti zinasema kuwa mpinzani wake mkubwa Fernando Dias amekamatwa pia licha ya kusambaza picha ya video akikanusha hilo. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano ujao wa kundi la mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G20 utakayofanyika Miami, Florida. Katika mtandao wake wa kijamii Rais Trump amesisitiza madai yenye mashaka kwamba mauaji ya watu wengi yalifanywa nchini Afrika Kusini dhidi ya jamii ya wazungu wachache. Marekani iligoma mkutano huo wa mwaka wa huu wa G20 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ambako viongozi waliohudhuria walipitisha azimio juu ya kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi na changamoto nyingine zinazokabili dunia kwa sasa, bila ya pingamizi lolote kutoka Marekani, ambayo haikuhudhuria mkutano huo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea kauli hiyo rais Trump kama ya kusikitisha. Hii ni BBC. muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nakumbuka yanakujia kwako kupitia redio wa shirika mbali mbali Afrika Mashariki kama vile Mwanedu FM na Pamoja FM nchini Kenya, Lizadel Redio na Redio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Chitara na Voice of Mahabura nchini Uganda na Radio Free Africa, radio One, na na CGFM nchini Tanzania, lakini yako kwenye FM na kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili vilevile vile mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Filis Mwatee. Zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki katika moto mkubwa ulioteketeza majengo kadhaa ya ghorofa huko hong Kong. Makumi ya watu wako hospitalini na wengine karibu 3 bado hawajulikani waliko. Chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, lakini inadhaniwa kwamba kuenea kwa kasi kupita kiunzi cha mianzi na vifaa vingine vinavyofunika nje ya majengo ambayo yalikuwa yakifanyiwa ukarabati. Zaidi na David Nkya. Kufikia sasa tayari watu watatu kutoka kampuni ya ujenzi wamekamatwa kwa tuhuma za kuua bila kukusudia. Maafisa wanasema kwamba moto huo katika majengo manne kati ya saba yaliyoathiriwa umedhibitiwa. Zaidi ya wazima moto mia nane wanakabiliana na moto huo mkali katika eneo la Wang Fuk ambao umekuwa ukiwaka kwa zaidi ya saa kumi na nane sasa. Mkazi huyu ameelezea kile alichokishuhudia wakati alipolazimika kukimbia ili kuyanusuru maisha yake na robo mchana, ghafla nikasikia sauti kubwa sana, na nikatazama nje na kuona kwamba kwa mbali juu kwenye ghorofa ya tano kulikuwa na moto. Kwa hiyo nilishuka ngazi haraka kuangalia watu, wakasema moto ni mkali na nyumba zinaungua vibaya sana. Kwa hivyo mimi mara moja nilirudi nyumbani kwangu na kuchukua vitu vyangu, so immediately came back home to pack up my things. Moto huo umewekwa kwenye kiwango cha namba tano kwa kuwa na hatari kubwa, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi huko Hong Kong. Mtoto mchanga na mwanamke mzee waliokolewa wakati wa operesheni za dharura za usiku wa manane zikiendelea. Serikali imetoa pongezi kwa mfanyakazi wa zimamoto mwenye umri wa miaka 37 aliyefariki kutokana na moto huo, ikimtaja kwamba alijitolea na ni shujaa. Wakazi wanaomba usaidizi kutoka kwa mamlaka za mitaa baada ya kupoteza mawasiliano na jamaa zao waliopo ndani ya majengo hayo ni Sasa kundi la maafisa wa jeshi limesema kwamba limechukua udhibiti wa taifa la Guinea Bissau, huku kukiwa na taarifa kwamba rais wa nchi hiyo, Umaro Sissoco Embalo, amekamatwa muda mfupi baada ya kusikika milio ya risasi katika mji mkuu wa nchi hiyo Bissau. Vyanzo kutoka serikalini vimeiambia BBC kwamba kiongozi huyo alikuwa amekamatwa. Sasa zaidi na Halima Nyanza. Maafisa hao wa jeshi pia walijitokeza katika televisheni ya taifa ya nchi hiyo wakisema kuwa wamesitisha mchakato wa uchaguzi, wakati nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikisubiri matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais uliofanyika Jumapili. Wanajeshi ambao wameweka vizuizi katika mji mkuu wa nchi hiyo, huku raia wengi wakishindwa kutoka nje. Msemaji wa jeshi, Brigadia Jenerali Dinis Nshama, amedai kuwa wanalinda uadilifu wa taifa watu. Komando Militar, kamanda ya juu ya kijeshi ya kurejesha usalama wa kitaifa na utaratibu wa umma, imeamua kumuondoa madaraka ni mara moja rais wa jamhuri na hadi itakapoamriwa tena, tutafunga taasisi zote za umma za jamhuri ya Guinea Bissau wanajeshi pia wamesema walikuwa wanafanya kazi kuzuia njama za wanasiasa ambao hawakutajwa majina ambao walikuwa wakiungwa mkono na mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya ili kuyumbisha nchi. Na wakatangaza kufungwa kwa mipaka ya nchi na kutangaza amri ya kutotembea usiku. Matokeo ya uchaguzi yalitarajiwa kutangazwa leo Alhamisi, huku wagombea wote rais embalo na mpinzani wake wa karibu Fernando Dias, kila mmoja akidai kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Fernando Dias alikuwa akiungwa mkono na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Domingos Pereira, ambaye aliondolewa katika kinyang'anyiro hicho kutokana na kutokidhi vigezo. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo naye pia amewekwa kizuizini. Guine Bisau, nchi iliyo katikati mwa Senegali na Guine, ambayo imekuwa ikikabiliwa na mapinduzi, inajulikana pia kwa kitovu cha biashara ya dawa haramu za ku namni taarifa hiyo ya Halima Nyanza. Sasa maelfu ya watu nchini Sierra Leone walipoteza viungo vya mwili wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadhi ya watu hao sasa wanapewa mafunzo ya ujuzi wa kilimo ambao wanaweza kutumia kwa mashamba yao wao wenyewe na hata vilevile kuweza kuwafundisha wengine katika jamii zao. Sira Thia Ridge kutoka BBC World Service kipindi cha People Fixing the World anaripoti kutoka wilaya ya Koya magharibi mwa nchi hiyo, lakini taarifa yake inawasilishwa kwako na Hamida Abubakar. Wengi wa wanaume na wanawake hawa ni waathiriwa wa vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sierra Leone katika miaka ya tisini. Vita hivyo viliacha takriban watu elfu thelathini bila viungo vya mwili na wengi wao hawawezi kupata ajira. Shirika la Farming on Crutches limekuwa likiwafunza kuhusu kilimo. Lengo letu kubwa ni watu waliokatwa viungo vya mwili kwa sababu mara nyingi wanasahaulika. Tukiwafunza kilimo endelevu, wanaweza kurudi nyumbani na kukitumia ili waweze kupata chakula na pia wataweza kupata pesa za kuwasomesha watoto wao. Mwili wenye afya unatokana na udongo wenye afya. Mafunzo yanahusu kutumia mbinu endelevu za kilimo kama vile mbolea za asili. Siwezi hata kuisukuma. na baadhi ya vifaa havijaundwa kwa kuzingatia watu waliopoteza viungo vya mwili, kwa hiyo kundi hili linatengeneza troli isiyo na uzito mkubwa kutokana na mianzi. Wanatengeneza troli hii maalum ili kutuwezesha kufanya kilimo kwa urahisi. Hatutakuwa tunatafuta watu wa kutusaidia kubeba zana zetu. Watu hawa mara nyingi hukumbana na unyanyapaa. Zeinab aliwahidhi hakiwa kwa ulemavu wake, lakini kilimo kimemwezesha kujiamini. Farming on crutches imebadilisha maisha yangu kwa sababu ninafanya kazi yangu, nauza bidhaa zangu na, na ninapata pesa. Kwa hivyo hutaniona nimesimama barabarani nikiombaomba. Watu wengi waliopoteza viungo vya mwili nchini Sierra Leone wameachwa peke yao bila usaidizi, lakini farming on crutches sasa imewezesha takriban watu mia moja kujisimamia wenyewe. Mm -hmm, ni makala hayo ambayo unaweza kuyapokea kwa People Fixing the World, lakini vile vile yako kwenye ukurasa wetu wa TikTok na vile vile wa Instagram na wa Facebook. Na nikizungumzia Facebook, kuna wasikilizaji ambao wanafuatizia matangazo yetu kupitia ukurasa huu, kama vile alivyofanya Maneti Magongo Kione uh, wa Iringa. Iluti Joseph Jila anasema anatoka Rock Mwanza, Tanzania, anasema nawapata mubashara, tupo pamoja. Tamati ya matangazo Amka na BBC Shukran sana. Vilevile vile Kanuti Liambo wa Mbozi Songwe anasema pole wote waliopoteza maisha huko Hong Kong, lakini vilevile namwona huyu ma Maiko Maiko anasema nawapata sana vizuri kutoka Arusha, asanteni sana BBC kwa habari Mbogo, dereva bajaji Rombo, mashati fadha sava na wengine wengi. Shukran sana kwa kufuatilizia matangazo haya ya BBC Swahili, lakini nikukumbushe tu msikilizaji, vilevile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili habari pale wenzetu dijitali, wa kitengo cha dijitali wanazidi kuzishughulikia jinsi soka Ulaya zimechapishwa pale, lakini habari hii iliyosomwa na Kalimanyanza ya wanajeshi wa Guinea Bisau watangaza mapinduzi vile vile iko pale tem. Oh, yes, niko safi, niko na pasha. Nishakimbia mara kibao uh -huh. Studio tayari, niko tayari sasa. Sawa, poromoka na poromoka. uh -huh. mm -hmm. Kama hivyo hivyo, usiku wa kuamkia leo imepiga michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Ulaya. Kwa uchache, baadhi ya michezo: Arsenal ikakunguta Bayern Munich goli tatu kwa moja, Atletico Madrid mbili Inter Milan 1, Liverpool ikiwa nyumbani Anfield ikakungutwa 4 kwa 1 na PSV 4 huku Kylian Mbappe Lotine Kingara vilivyo kuingia nyavuni mara nne, PSG tano, Tottenham Hotspur, ya pale London tatu. Leo hii kutakuwa na michezo mingine ya Europa League, ama usiku mdogo wa Ulaya ambapo AS Roma itakiwasha na Midtjylland meneja wa timu hiyo Anslot kujitafakari upya juu ya aina yake ya ufundishaji kutokana na kiwango kibovu kwa timu hiyo katika siku za hivi karibuni. Liverpool wamekuwa mabingwa wa nne pekee poteza mechi sita mfululizo za Premier League baada ya Leicester City ya kufanya hilo msimu 2016-2017 na Liverpool wenyewe msimu wa 20 2021 sambamba na moja na Man City kwenye msimu uliopita. Hatua hii inakuja baada ya kukubali kichapo cha 4-1 wakiwa katika dimba la nyumbani la Anfield. Liverpool sasa wanashikilia nafasi ya 12 kwenye msimamo wa EPL ama English Premier League na nafasi ya 13 kwenye msimamo wa klabu bingwa uh, barani Ulaya ambayo ilichezwa hapo jana. Kwenye ndondi filis ama anaita ugomvi unaolipa huu, uh, promota wa masumbi Frank Warren amesema iwapo Anton Joshua atafanya vibaya dhidi ya uh, Jake Paul, sio tu kwamba anaweka pambano linalowezekana na Tyson Fury hatarini, lakini pia maisha yake ya baadaye ya ndondi yatakuwa hatarini zaidi. Fury anaweza kurejea tena ulingoni baada ya kustaafu ili kupigana na mwaka 2026, pambano linalosubiriwa kwa muda mrefu dhidi ya Joshua, moja ya pambano kubwa ambalo linaweza kuweka rekodi katika ndondi. Joshua hajapigana tangu alipochapwa ndani ya raundi tano na, na bingwa wa dunia uzito juu wa zamani wakati wa IBF Daniel Dubois, na anatarajiwa kupambana na Project Magic Po Desemba 19 pale Miami, Marekani. Kwa ufupi, tetesi za soka, Arsenal wanamfuatilia kiungo wa Elche, Rodrigo Mendoza, mwenye miaka 20, ambaye ana kifungu cha mkataba wake cha kuuzwa kwa pauni milioni 17.5. Namaliza michezo namna hiyo Felix, lakini kama kawaida yangu, huyu anasema mm. zamani ilikuwa mm. unakuta baba ana watoto sita, ila siku hizi unakuta mm. mtoto ndio ana watoto ana baba sita Jamani, mm. makubwa kama haish. Una dimbiri uyelewi hapo.